Na mtazamaji wa Trend TV, e bwana, mke wa Mwijaku ameamua kuja kumtetea mumewe mara tu baada ya Manara kumsema, maana Manara ameanza kumsema kuhusiana na kwamba alivyoenda maka mbele Al tako juhu kizuri ya Al-Kaba aliinua tako juu, kitu ambacho sio kizuri kimaadili ya Kiislamu. Huwezi kufanya vituko vituko kwenye mji mtakatifu kama huo na mbele ya Al-Kaba. Lakini pia vilevile vile ni kwamba Manara akasema kwamba hakuna mwanaume hapa Dar es Salaam mwenye shepu kama ya Mwijaku. Lakini pia kuishia hapo, akasema kwamba hata gorofa ambalo Mwijaku amekuwa keringia ni kwamba limejengwa, amejengewa mwanamke wake, yani mwanamke wake amejengewa, Mwijaku ameenda kukaa. So, hivyo ni vitu ambavyo Manara amevizungumza, ambavyo imewaacha watu wengi sana mdomo wazi kwamba oh, okay vitu vina ukweli au la? Umeona bwana, so hivyo ndivyo mambo yalivyo. Sasa mke wa Mwijaku amekuja kumtetea mumewe kupitia ukurasa wake wa Instagram. Amekuja kuzungumza kuhusiana na hiyo issue ya jengo, umeona, kuhusiana na issue ya gorofa lile, kwamba Manara ameanzisha hizo conspiracy kwamba inasemekana kwamba lile gorofa mke wa Mwijaku amejengewa na mtu mwingine, Mwijaku ameenda tu pale kukaa kwa vile ni mumewe, umeona bwana so, ni issue nzito kidogo, kwa hiyo Alice ambaye ni mke wa Mwijaku amekuja ku explain, ku clear the air kuhusiana na hiyo issue. Ameandika kwamba usishindane na walioshindwa mpenzi wangu huo. Eh, ni ujumbe sawa, Alice. Ameandika kwamba usishindane na walioshindwa mpenzi wangu ulifanikiwa kutoka, sifu, kutoka sifuri hadi kuwa shujaa mwemba bottom. Umeona? So hivyo ndivyo alivyoandika mwanadada Alice na kwa Kiingereza inasomeka kwamba don't compete with the losers my love you made it from zero to hero mwemba boton, mwemba eh. Huyo ni Alice ameandika hivyo eh. Huu sasa ndio ujumbe wa mke wa Mwijaku kwa yale maneno ambayo Manara aliyazungumza akidai kwamba gorofa lile ambalo Mwijaku analingia anatambia ni kwamba ni gorofa ambalo mkewe ndio amejengewa.